Niaba ya Chama cha Mapinduzi, nasimama hapa kutoa salamu za pole kwa wanafamilia na ndugu wote wa marehemu pamoja na watanzania wengine. Mheshimiwa Rais, majuzi ulinipa maelekezo ya kutembelea viongozi wakuu wastaafu kupata maoni yao namna ya kuimarisha Chama cha Mapinduzi, na mmoja niliyowatembelea alikuwa mzee wetu Jaji Joseph Warioba. Katika mazungumzo yangu na mzee Warioba, katika mambo aligusia ni uwezo mkubwa wa mzee Msuya. Alielezea jinsi alivyokuwa akijitoa kwa taifa. Alielezea ambavyo alichopewa madaraka magumu katika nyakati ngumu. Kwa mfano, alipewa uwaziri mkuu mara tu baada ya vita ya Idi Amin kati ya mwaka 80 na 83 lakini pia alipewa tena mara ya pili waziri mkuu mwaka 1994 na 95, wakati wa mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee Warioba, mzee Msuya alikuwa na moyo wa kipekee. Alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirikia mwenye mawazo tofauti. Na alinisihi nitakapokwenda kwake nimuulize maswali mengi na niende na notebook ili nisije nikapoteza chochote atakachokisema. Kwa bahati mbaya sikufanikiwa kwenda huko. Kwa maneno mengine, nitalazimika kurudi kwa mzee Warioba ili anieleze, kwa sababu anayejua na hakutaka kuniambia yeye mwenyewe, Mheshimiwa Rais. Lakini moja kubwa sana ambalo mzee Warioba aliniambia ni jinsi ambavyo mzee Msuya alifanya mambo mengi mazuri, lakini kamwe hakuwa na tabia ya kujigamba. Na hili ni moja ambalo pia, Mheshimiwa Rais, tumejifunza kutoka kwako, kwa mambo ambayo umeyafanya kwa miaka hii mitano katika nchi yetu, ungekuwa na tabia za watu wanaojigamba nadhani nchi ingekuwa ngumu sana hii. Lakini tabia yako na tabia ya Mzee Msuya zinafanana. Ni wito wangu kwa vijana na wananchi wengine wa Tanzania, kila mmoja wetu kuona wajibu mkubwa ambao kila mmoja anao kwa taifa letu, na kila mtu kufanya kila kilicho ndani ya uwezo wake kuitumiki, kuitumikia nchi yake bila kujali sifa anazopata. Chama cha Mapinduzi tutauenzi na kuuthamini mchango mkubwa wa marehemu Cleopa David Msuya na daima tutafuata yale aliyoyaelekeza.